Habari za muda huu ndugu zangu, natumaini wazima kabisa wa afya afya. Uh, jina langu naitwa producer Mapro, niko hapa kwa ajili ya kuletea, uh, tutorial nzuri kabisa ambayo itakuonyesha jinsi gani ya kufanya installation ya Studio One katika desktop yako ama laptop yako, kwa maana kumekuwa na changamoto kubwa sana haswa kwa upande wa producers ambao wanaanza kufanya production, hata wale ambao wanafanya production muda mrefu pia, wapo ambao hawawezi kufanya installation basi ambatana nami kuangalia jinsi gani ya kufanya installation. Kikubwa tusisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata video zangu mara tunapopost. Karibu sana, tuanze zoezi letu. Uh, kitu cha kwanza kabisa tunashauriwa kutengeneza faili, tunashauriwa kutengeneza faili hapa. Tamake folder, talipa jina nitasema labda TT, sawa. Lakini jambo la pili tutaifata program mahala tulipoipa hifadhi, tutaifata program mahala tulipoipa hifadhi. Uh, kama uliweka kwenye external sawa, kama uliweka kwenye flash sawa, kama uliweka kwenye simu sawa, lakini pia kama uliweka kwenye rokodiski sawa. Kwa mfano kama mimi hapa nimeweka kwenye local disk, nitaifuata. Uh, nimeweka kwenye local disk D programu yangu ni hii hapa PreSonus Studio. Uh, zoezi la pili tuta extract file. Nita extract kuelekea kwenye ile folder ambayo niliandaa ambayo ni TT hapa. Nita extract hapa, imeniliomba password. Sasa password hiyo inatofautiana, inategemeana ume download kwenye application gani, au alio download amedownload kwenye application gani. Kwa mfano ya kwangu mimi ni 1 2 3, japokuwa kuna nyingine ipo 1, 2 3 4 5 6 www.fordownload.net. Hivyo, kwa hiyo nita extract hapa, ina extract Nimaliza. Baada ya kuwa imemaliza, nitafungua ni lile faili ambayo tuliliandaa nitt, ndani yake tutaiona hapa usiona Studio, tutaifungua, tutaanza kufanya installation hapo. Ah, tunashauriwa sana kutumia Studio One kwa sababu ni programu moja ya kisasa, programu moja nzuri sana, unaweza ukafanya beats, unaweza ukafanya vox, yaani ukamaliza mziki bila kuruhusisha programu nyingine yoyote. Hii uh, ndio sifa kubwa ya Studio One. Ngawa zote zinafanya, lakini kwenye Studio One naona iko vizuri zaidi kwa sababu hata unapokuja kwenda rekodi Ona kuna utofauti mkubwa sana na programs nyingine kama Kipes, Logics. Kwa mtazamo wangu, tutasema pa finish, tutalisogeza faili letu ili pembeni. Baada ya hapo tutafungua Studio One namba 6. Ni hii hapa studioni yetu, tutaiopeni hapa kama unavyoona. Uh, baada mara baada ya inaita aitafunguka kwa ajili ya kuanza kufanya kazi, itakudai uweke email pamoja na password, uweke key, manake punch, utachokifanya sasa utakata hapa, uta close. Tutakuja hapa mahali pameandikwa activate offline tabusa hapa. Baada ya kutoka hapa, utakuja hapa palipandikwa kopi, tutakopi baada ya hapa sasa, tutasogeza pembeni, tutafungua saudi so kwenye faili letu lile uh, extract pale kwenye tt ndani yake tutafungua, tutapata hapa kwenye r hapa tutafungua hapa, tutakuta studio tutakuta studio one key. Hii studio one key tutaifungua baada ya

Tarudi sasa kwenye kwenye studio yani yetu, tutaingia sehemu hapa imeandikwa kutoka kwenye copy, kushika chini, nasema imeandikwa select license file, tutaingia hapa, utaona ina inaomba uende ukachague uka faili ambako zile zipo zile license. Unakuja kwenye desktop, utasema tt kwa sababu tuliweka hapa. Kwa hiyo utakuja mpaka ya mwisho kabisa chini huko, hapa imeandikwa studio app 6 pro tutagusa hii hapa, tutasema open. Hapa imesema thank you studio one has been activated on this computer. Tayari imeshakuwa asante, tayari imeshakuwa nini activated. Tutasema okay, programu yetu ya studio one itaenda kufunguka kama unavyoona hapa tayari imeshafunguka. Asante sana ndugu yangu ambao unanifuatilia, kikubwa tu ninaomba aa, usiende mbali sekunine, kwa sababu kila baada ya siku nne nitakuwa na weka tutorials. Kwa hiyo saa hizi tumejifunza jinsi gani ya kuinstall, lakini kipindi cha pili tutakuja kuangalia tutorial inayofuata, jinsi gani ya kuandaa project na kurekodi kwao. Tutakuwa tunaenda na mpangilio mpaka tutaenda kwenye premixing mpaka mixing mpaka mastering mpaka nyimbo inatoka. Kumbuka tu, kila baada ya siku nne nitakuwa napandisha tutorial. Kwa hiyo naomba usikose kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kutana na notification ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Asanteni sana, nashukuru. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukanipigia namba sifuri saba arobainna nne sabina sita tsemanina sita arobaina sita sifuri saba nne sita sita. Asanteni sana.